All... Fanya exclusive interview na Dulayo ambaye yeye ni mraibu wa uh, pombe ambazo amesema zimemrostisha kwa muda mrefu. Sasa anataka kurejea kwenye game akiwa na nguvu mpya. Anamtaja Mr Blue kama mtu aliyemsaidia kumleta hapa na amemuhusia amempa maneno gani? Mr Blue ndo alokuja akaniacha hapa yani, yeye na yeye pia alipewa kitu akaambiwa, bwana huyu tumpeleke pale. Kanambia maneno makubwa sana baisa. Kanambia wewe ni nguzo ya taifa, sisi tunakutegemea. Kwa hiyo mimi namaliza mafuta kwenye gari hii kwa sababu yako wewe ni familia. Kwa hiyo tulia mwanangu wewe vumilia. Kwa hiyo nimeona sio mbaya. Sio mbaya kwa sababu hata watu nilokutana nao wananirespect, wanaishi na mimi vizuri. Unaona, mm, kuna vitu wananifanyia ambavyo natakiwa nifanye mimi wanafanya wao. Bisa, uh, Mr. Blue ni msanii ambaye amekuwa akinitafuta kwenye changamoto za wasanii wenzie wengi sana, yaani huwa yaani anashiriki sana kuniambia kuni sister, bwana kwa nini usimsaidie yule? Sister, kwa nini usimchukue yule? Kwa hiyo Mr. Blue alinipigia simu akanieleza kuhusu Dulayo kwamba, bwana, hali ni mbaya, mi nakaa naye maeneo ya, ya kwetu huku. Kwa hiyo hali ni ngumu tunafanyaje? Nikamwambia basi hakuna neno subiri kesho kutwa umlete. Akamwambia sister hapana kesho kutwa ni mbali. Huyu mtu hali yake si nzuri. Kama unavyoona kwenye mitandao anazidi kudhalilika. Kwa hiyo mimi naomba tu nikamwambia basi hakuna neno mlete kesho yake. Kwa hiyo Mr. Blue akaenda kwa kina Dulayo akamchukua akamleta. Ya, kwa hiyo kiukweli kabisa amefanya jambo la kiungwana sana kumsaidia. Ndio maana unaona Dulayo anashindwa ana kujizuia, anaamua kuongea. Ndio ukweli. Yaani Mr. Blue ni mtu ambaye ali, ame, yani, ni mtu ambaye alichangia kumleta Dulayo, yani yeye ndio aliyemleta, aliwasha gari na rafiki zake baadhi wakamleta pale. Kwa kweli ni jambo jema sana, asante. Naumia roo, natamani hata leo nikupate, vipi wanizungusha. Naumia roo, natamani hata leo tuwe wote, vipi wanizungusha. Ah, ndo maana siku kikutana na wewe mimi naumia roo Siwezi lala mpaka ni mwombe Mungu akusaidie, nawona alesalama wewe. Halo, asante sana.